Binti mfalme Yanga Princess, lakini yupo hapa Malkia ya Simba Queens, katika mwendelezo wa ligi kuu ya soka wanawake timba. Lakini timu zote zikijongea pasi na kujali hali iko vipi, burudani ya Dabi ya Kariakoo na kwenda kushuhudiwa leo hapa. Wanapeana mikono ishara ya fair play. Fiorentina Zabron ni miongoni mwa waamuzi ambao watakuwa katika sehemu ya utafsiri wa sheria 17. Kwa mara ya kwanza anatambulishwa kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Queens ligi kuu golikipa Winifrida. Hiki ni kikosi cha we wageni ni Yanga Princess. Huyu ni Basigi Yusuf, kocha wa Simba Queens. Je, leo watapata nini Simba Queens? Karibu sana KMC Complex, na tayari kabumbu limekwisha anza. Kutokea hapa umiliki ni wa Simba Queens, Asha Jafari Juma. Gentrix Shikangwa milimwa meisete kwa Asha Juma, pasi ndefu juu imewekwa, Aisha Juma Mnunka. Aisha ameona pa kuelekeza, lakini amewekwa kwenye ngo ngumu na Diana Antwi. Pamoja. Haya, Gentrix Shikangwa mpira anaukamata ule, ameuelekeza mpira moja kwa moja ndani ya box, yuko pale goalkeeper Akareko tuma mpira ule naunganishwa ile na Jeannine, wanajiweka salama Simba Queens. Bado Tayana William Mnali, imekataliwa ile. Agnes amewakosa Agnes Sawe Pelangio, ilikuwa ni jaribio zuri sana. Jeannine aliunganisha, lakini alizongwa zongwa na team captain yuko pale Fatma Isa Suleiman anapambana. Diana William O, wakati Fatma Isa Suleiman alikuwa anacheza kulia, yeye leo anakutana wakiwa ni timu pinzani, lakini huwa wanacheza pamoja pia Twiga Stars. Precious Christopher pambanisha krosi ile, lakini wanakaa vizuri. Trix Shikangwa alikuwa anataka kuwakumbusha kwamba nimbo top scorer wa kikosi cha Simba Queens Jetrix Shikangwa ikiwa na mabao 17, anatafuta bao la 18. Arigash anaituma anaicheza lee, ni Diana, ni mtoto wa mwalimu kutoka naipanga, alikontrol vibaya mpira ule. Gentrix yuko pale anangoja, oh, inagonga mwamba almanusura oh! Alishai kubali Rita akareko pi hapa wingkat kari ali, aliijaza kama cross, ikaenda ikagonga nguzo ikampoteza Rita na alikuwa hana cha kufanya, mara ile akakubali, ilimpoteza maboya ile wingkat tumbukiza cross ile Gentrix ametoa pasi kwa Vivian Corazon, ya mataifa kutoka Kenya pale. Anatumbukiza cross ile, Corazon cheza, Aisha Juma, Asha Jafar Juma, hata kumeza mate anashindwa, amiliki ni wa Simba Queens wakiwatafuta Yanga Princess. Vivian Corazon meukamata mpira ule, Rita Akareko amecheza na wing katika ari kinyua. dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika uwanja wa KMC Complex. Kama anahisi kuna uvivu labda pengine utakuwa umetokana na nini? karibu sana katika mwendelezo wa 45 za kwanza kuzielekea 90 katika 45 za pili, matangazo haya pia yanapatikana kupitia masafa ya FM, Mia moja na saba nukta tatu FM, Dar es Salaam. Penyeza pasi ile Jeannine Mukandayisenga. Jeannine, wana Yanga katika uwanja wa KMC Complex. Wana furaha Yanga kwa hisani ya Jeannine Mukandayisenga. Lilianzia hapo tatizo. Ilionekana kama movie ya kawaida tu, Adebisi akaiseti kumtafuta Jeannine na ikapigwa kama masihara. Winifreda amekubali aishe. Wametafutwa sana, Simba Queens, Yanga Princess wanataka KMC Complex. Anawekwa kambai Winifreda na analalamika, lakini haiwezi kusaidia scoreboard. Itabaki kwa moja bila Winifreda. Jeannine Mukandayisenga, Jeannine Mukandayisenga yuko ndani ya box. Ruti mukalo koingosi yuko pale aliondoka namna hiyo, lakini ruti amini alikuwa ni faolet Nicolaus Mamakamba, shabiki anaflo. Asha Jafari Juma anaingia ndani ya box, anaingiza cross ile. John Trax Shikangwa, Korazon. Korazon wakati mwingine, tena nafasi nyingine kwa Asha Jafari, bado Simba Queens wanatafuta kufanya jambo. John Trax, walikwisha inuka benchi zima la Simba Queens tayari kwa kucelebrate bao ambalo Gentrex Shikangwa alikuwa analitafuta. Alianza kupika ni Asha Jafari Juma, zilikuwa ni kosakosa Gentrex ikagoma hii, alilala Diana Antwe ikakutana na Vivian Corazon na Kino Diambo, lakini bado mahesabu yaligoma, ikatua tena kwa Asha Jafari Juma, haikuzaa matunda Acrobat, ambayo ilikuwa haina nguvu, lakini ilikuwa imetua katika mguu wa kulia wa Gentrex Shikangwa hesabu zake ziligoma, alifanikiwa kufika kwenye box Asha Jafari Juma. Hii ndio ilikuwa jaribio la mwisho kabisa kulifanya kwa Gentrix, lakini ikashindikana. Je, watapata tena nafasi kama hii ama itakuwaje? Gentrix Shikangwa aamini kilichotokea. Simba Queens haijapoteza kwenye mechi kumi na mbili za ligi kuu msimu huu droni moja pekee ilikuwa ni dhidi ya JKT Queens. Kama inatokea inapoteza leo, itakuwa ni mchezo wa kwanza. winka atika ari kinywa ameutuma mwenyewe mpira ule, amecheza golikipa rita akariko. Ilitumwa ile ilikuwa inaenda yenyewe, lakini golikipa akawa imara zaidi katika mpira huu. Nice save, ameweka salama Yanga Princess. Asha Jafari tma mpira ule huko ndani ya box wanaocheza simbauins wenyewe yanga Princess anajiweka sawa haya ruti mukaluko alikuwa mwanariadha usishangae akapita hapo elizabeth mutukiza wambui anaingiza ile anacheza rita badonafasi kwa simbakui pengine wanajiweka salama yanga princes stori tiendelea hapa wa kumfariji mwenzake anamfariji shabiki wa Yanga wambii kitu. Arafat Haji, makamu rais. Wanajaribu kutafuta bao la pili, aligasha miseti kwa Jeannine. Haya adebis asha Omar Ramadhani, wako disorganized, safu ya ulinzi ya Simba Queens wanaulizwa maswali kila mara, maswali ambayo bado hayapati majibu. Yanga alishinda bao moja bila. Benjamin Mkapa kela eusfanga haya, Asha Jafari, Musa Hasani Mgosi anaulizwa na Basigi, apewe nini binti huyu? Asha Jafari Juma ameupiga vibaya mpira yeye mwenyewe, imekuwa ni gol kik, wezi amini wako mbele Yanga Princess, bao moja bila. Walijiandaa kushangilia kila mtu akashika lake mayo, akafanya mashambulizi sana na akapata chochote. Haya, Jeannine Mukandayisenga amekataa Winfrida, safari hii adebis, adebis alikuwa amepewa ile pasi ambayo alishindwa kuipokea, hakuwa gentrix Alicia dabi ya Kariakoo aling'ang'aniwa, Asha Rashid, ndiyo nanishika nini sasa? Kadi ya njano inatoka, amepewa kadi ya njano Chinemere Mwanjela Michael. Elizabeth Mutukiza wa mbui, amenyunyuza cross ile ndani ya box, Rita Kariko yuko pale, wako salama Yanga Princess. Shelida Bonifas yuko bench anaita madaktari kuashiria kwamba Rita anapata shida, na mwamuzi anakataa, anamwambia sitaki daktari, inuka cheza mpira, anahisi ni ujanja. Anajaribu kumwambia mwamuzi kiatu kimechanika, kitu ambacho mwamuzi anagoma. Tina Zabron, unaweza ukasema hapa ni katika wakati mgumu ambapo pengine unasimamia jambo lako kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa, lakini haiwezekani, ambapo nafasi yake ilichukuliwa na sala. Asha Omar Ramadan amefika pale daktari kutoa huduma, lakini ndio jaribio ambalo pengine lilipelekea shida kwa Rita Akareko, lakini hakuguswa. Alichukua mpira mwenyewe na kwenda chini. Shughuli ni pevu kwelikweli, pengine msimu wa Asha anaiweka kwenye njia ile ileeshikangu Shikangu amelimu yupo pale, lakini anadhibitiwa na uzoa maka confidence ikwe team captain t kitambaki kabaki kwake cha unahodha. Kadi ya njano kwa golikipa Rita Akareko, kwenye umiliki Yanga Princess antu ameondoa mpira ule. Yes! Mara ya mwisho ilikuwa ni Aprili 24 2022, lakini leo tena Machi 18 2025. Edna Lema anawaambia mimi yule yule, nawamalizia hapa hapa, anakifanya tena leo. This is for Kimatare family. Yes, ni ujumbe wa Edna Lema, kocha wa Yanga Princess. Dakika 90 timilifu, Simba Queens 0 Yanga Princess mmoja